Kondweli Bemari kura moja, Mlobi SV kura mbili, Mwinyi Mbegu Kera Javo kura mbili, Ndoba Kula kura nne, Twambo Di Tumaini kura nne, Sake Ismail kura kumina ne, Ulaya Lea kura mia mbili sitini, Ikomba El Suleiman kura mia sita na nane. rusahii kumtangaza Ikomba Suleiman kuwa mshindi kwa kura 608 wa nafasi ya kuwa rais wa CWT aliyekwisha patikana. Ndio huyo, mpe ushirikiano wa kutosha kwa namna yoyote. Ndio huyo, na wewe ulikuwa hivyo huko ulikotoka kabisa kabisa kabisa, iwe nzuri, tuone chama cha walimu ambacho wote tunafurahi, tukunywa chakula pamoja, tukunywa maji pamoja, hivyo kabisa. Ipo nzuri sana. Mwenyezi Mungu awatunze, walinde, tuwe na chama cha walimu chenye furaha na mshikamano usioweza kuyumba kwa namna yoyote ile, kwa hekima, kwa uadilifu na kwa kila namna ambayo inaweza kufanya chama hiki kutoka katika ile hali iliyokuwepo na sasa kukiweka chama chetu kisomeke katika ubora unaostahili. Najua ndugu zangu mmechoka na kukweli, kwa kweli tumekuwepo kwa muda mrefu. Ninasema haya kwa sababu watu fulani walikosea, wali wakanifukuza, walionichagua wakasema wakauliza swali, yule tuliyemchagua sisi yuko wapi? Tunaomba arudi. Sasa kwa nini nasema haya? Sisi tumechaguliwa na mkutano mkuu huu, mtu mwingine katikati hapa hawezi kutaka kukuchezea akafikiri anayo nafasi ya kutudhuru kwa maana ya namna yoyote. Si sawa, haiwezi kuwa sawa. Na mimi nashukuru, nitakuwa mimi ndio mwenyekiti kitu hivyo vikao. Unaposhinda ni lazima sasa ubebe ule mzigo ambao wanachama wanatarajia ufanye lakini unaposhindwa unatarajia kufanya yale uliyokuwa unatarajia uyafanye kama ungeshinda. Maanake sasa sisi ambao tulikuwa tunatamani kushinda, kura hazikutosha, tunatakiwa yale mawazo tulikuwa tunatamani kuyafanya tukiwa kwenye nafasi, basi tuwape ushirikiano wenzetu walioshinda. Tunapoingia katika swala zima la uchaguzi, uchaguzi sio vita, uchaguzi ni procedure ya kupata viongozi. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana ndugu zangu, nimpongeze sana Suleiman Ikomba, nipongeze sana katibu mkuu makamu wa rais, makamu Shabani, sitaweza kuwataja wote, lakini kwa ujumla wenu mimi nawapongeza sana, lakini niwaambie tu kwamba mmechukua nafasi hizo kwa wakati mgumu, wakati ambao mnahitaji kushikamana sana.